Me cha muhimu ni nini, ni cha kusema shiba Ituri. Wakati mimi nafika ku Kolwezi, wale watoto ya Kolwezi wananyona, wanafurahi, wanasema angalia mtu yuko nafanya sasa sie development, wanachikia furaha, wanawafelicite sana <laughs> watoto ya Kolwezi wanamifelicite hata mimi ndio nasema wao, wow, wanaenda mbio sana kutumini, niwaambia asema hii masiku ina mimi, narudia hivi mimi, mimi naona taenda tena nifanye tena kupita tena minaua sisi Ituri yetu tutafanya tena kazi kupita, ya muhimu ni amani, batu basibadanganye

Chef alikuja hapa tuko naye. Chef anaenda kufanya naye kampani yake, anatuletea watu wengine, amkone watu wengine wanafika hapa, na wengine tena wako mpori barudie, watoto wote wako mpori barudie, mtitikie boga. Ituri ni yetu, basi badanganye <coughs> <coughs> <coughs> ile yoiye beko nafanya kule ma consultation beko nafanya ma, ma, ma, ma, ma, ma dialogue entre bashef bakubwa bakubwa, niju ya nini kukwea amani. Kama woyo nenda mupori, unaenda kubeba kabunduki, unaenda kufichama kule, ujue aseme akatafanya kitu kule. Etats-Unis iko nafanya mambo munene, unagzana mambo ni kunapita kwa Etats-Unis Mambo ana ile kunapita humu mupori mpori humu, wewe unabebana na ndugu yako, unaenda kumuuisha bure. Ni kuuisha watu bure, mambo yanapita kus amo mwenene kunapita, tutapata ile amani, watu watasikilizana na tutaviroshibote pamoja. hii, hii mali yote tuko nayo hii mali yote tuko nayo ni yashiku kutigabulia, si peke tunasikilizana

Naisha kuwambiaka ule mtu ataona mashine yangu kule kumini alunguze. Hiyo i ukione mashini yangu kule kumini, unafaa nini ulunguze. Mie kazi yangu ni usoda, kuleta amani. Kama mi naona mnatembea vile, minatembeaka munjia, mi naona populasyo inashikia inashika furaha, naona wamama wazee wanakuwa walinipatia tu asante, ile inea ile asante ile na kui hapa na hii baridi mnakui hapa inatosha. Sina pesa na kitu hata moya. Mimi napenda mfurahi, napenda mtumike usiku jua saa zote. Depuis mimi nifika hapa mu 2021. Mimi nasema kukwe couvre-feu, akuna tesi mimi nifika couvre-feu. Mimi nasema rade inje? Ala lakini wa Ituri watembee vile wanapenda. Mimi nifanya sacrifice na basoda yangu na ekipi yangu.